Watu hasa akina mama mm. Nilijifunza kutoka kwao niliwaona mm-hmm. nikiwa mdogo mm. maana mimi nimelelewa Kisauni kule, kuna wakati kulikuwa na matatizo ya maji sana mm, kiasi cha kwamba maji yanaporejea sasa foleni inakuwa kubwa. mm. ndefu ndefu sana mm, katika kupata yale maji mm, foleni inakuwa foleni Hmm. Sasa utapata mama anachukua leso anaiweka kwenye mtungi wa kwanza, mtungi wa pili, mtungi wa tatu hmm. mtungi wa nne, ile mitungi ambayo haina maji hmm. alafu anaibeba yote kwa pamoja Naam. akienda nayo pale kwenye foleni hmm. ili labda aokoe muda mda Kweli? E, hmm. unaona anafanya hivyo hivyo hmm. sasa nikakumbuka tu katika kufanya hivyo, ya kwamba mwalimu foleni Hmm. haiwi fupi kwa kufunga mitungi pamoja. hmm. Foleni haiwi fupi fupi, kwa kufunga mitungi pamoja. Hata mitungi ifungwe pamoja, ikifika wakati wa kuijaza utajazwa mmoja mmoja -ja. Yeah. Sasa unaweza ukaifunga yote kwa pamoja, hmm. lakini kuifunga kwa pamoja haitafanya foleni iwe fupi. hmm. bado katika kuijaza utajaza mmoja baada Bale. ya mwingine mm. tunamaanisha maanisha nini? no. katika maisha wakati unapania kufaulu, achana na njia za mkato mm. kwa sababu ipo njia sahihi, vipo vigezo na yapo masharti na sheria ambayo lazima yatumike mm. na hata ukaleta mkato, kisha kuna mahali huo mkato utakukata mm. kwa hiyo hilo jambo limenifunza utaifunga yote kwa pamoja, lakini haitafanya foleni iwe fupi. Kweli bado katika kuijaza utajaza mmoja baada ya mwingine. Maisha ni foleni kweli.